Assalamu alaikum. Faidatun lughawiya, tunaendelea kupata faida kwenye lugha ya Kiarabu. Leo tutajifunza kitu kimoja kinaitwa taa utaanithi, taa ya kike, yaani herufi taa ambayo ni ya kike. Taa utaanithi, ii taa ya kike Taati litafriqi huwa inakuja kwa ajili ya kutofautisha baina dhakari wal untha kati ya mwanamme na mwanamke. Tau taanithi, herufi ta ya kike. Taati huwa inakuja litafriqi, kwa ajili ya kutofautisha baina dhakari wal untha, kati ya mwanamme na mwanamke. Sawa na, na, na, herufi, na hii ta utaanithi tunayoangalia leo Inaingia kwenye nini? Kwenye jina fanakulu, tunasema muslimun li, lilmudhakar, muislamu akiwa wa kiume, tutasema muslimun kwa Kiarabu, tutasema muslimun. Huyu ni muislamu wa kiume, sawa. Wa muslimatun na tutasema muslimatun lilmuannathi, akiwa muislamu wenyewe ni wa kike, muislamu mwanamke, tutamwita muslimatun, maana yake muislamu mwanamke sasa kwa nini utajua, kwa nini Waarabu walete taa utaanithi kwenye jina? Mfano kama hili jina Muslimu, waweke muslimu na muslimatun, waweke walete taa utaanithi. Kwa nini walete wameleta taa utaanithi? na unatakiwa utambue kwamba taa utaanithi, taa ya kike, huwa inakuja kwenye jina ambalo au kwenye sifa ambayo ipo kwenye jinsia zote mbili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Sawa. Kwa hiyo Waarabu wakataka kutofautisha Muislamu kwa sababu Muislamu yupo wa kiume na yupo Muislamu wa kike, kwa hiyo sifa ya Uislamu ipo pande zote. Mwanamke anaweza akawa Muislamu, mwanaume pia anaweza akawa Muislamu. Kwa hiyo ili kutofautisha, wakaleta ta utaanifi ta ya kike mwishoni, kwamba ukiona tu jina hili muslimatun, unajua kwamba Muislamu huyu anayezungumziwa hapa ni Muislamu wa kike, na ukiona muslimun unajua kabisa Muislamu huyu anakusudiwa Muislamu wa kiume. Sawa, kwa sababu sifa ya Uislamu ipo pande zote kwenye jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Sawa. Kwa hiyo wa muslimatun lil muannathi, na utasema au na tutasema muslimatun akiwa muislamu huyo ni wa kike, lazima tutaweka ta utaanithi mwishoni. Kwa hiyo ta utaanithi ndio inakuja kwa hapa kwa ajili ya kutofautisha mwanaume na mwanamke, kwa hiyo hapo utajua kabisa kwamba huyu muislamu huyu ni muislamu mwanamke kwa sababu gani? Kwa sababu mwishoni kuna hii ta utaanithi. Lakini sifa ikiwa ipo upande wa mwanamke peke yake, hapa imekuja ta utaanithi kwenye ile jina muslimu ni kwa sababu sifa ya Uislamu ipo upande zote. Lakini ikiwa sifa ipo kwenye jinsia ya kike, jinsia ya kiume hakuna sifa hiyo, mwanaume hana sifa hiyo, sifa anayo mwanamke peke yake, basi hakutokuwa na haja wala haitakiwi kuleta ta utaanithi Mfano hapa, haidhun, maana yake mwenye kutokwa na hedhi, mwenye kutokwa na damu ya hedhi. Sasa mwenye kutokwa na damu ya hedhi ni nani? Ni mwanamke, mwanaume hatoki na damu ya hedhi. Kwa hiyo hakuna haja ya kuweka ta utaanithi mwishoni, kwamba eti uje useme haidhatun, uweke ta utaanithi hapana, haitakiwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu utaanithi inakuja kutofautisha kati ya mwanamme na mwanamke. Sasa haidhun, mwenye sifa hii ni mwanamke peke yake, kwa hiyo hakuna haja tena ya kuleta ta ya kike, hakuna haja ya kuileta ita ya kike. Kwa hiyo utasema tu haidhun. Mfano mwingine, murudhiun, mwenye kunyonyesha. mwenye sifa ya kunyonyesha ni nani? Ni mwanamke na mwanaume au mwanamke peke yake? Ni mwanamke peke yake. Kwa hiyo basi hakuna haja ya kuleta taa ile ya kike Ta uta anithi, hakuna haja hautakiwi kusema murdhiatun sawa, hautakiwi kusema murdhiatun kwa sababu mwenye sifa ya kunyonyesha ni mwanamke, mwanamke peke yake. Kwa hiyo ukisema murdhiun mtu aweze akajiuliza, huyu alivyoandika hapa murdhi anakusudia wa mwenye kunyonyesha mwanaume au mwenye kunyonyesha mwanamke? Mtu aweze akajiuliza, akijiuliza hivyo labda huyo ni chizi. Unaona, kwa sababu si mwenye sifa ya kunyonyesha ni mwanamke peke yake, kwa hiyo hakuna haja ya kuleta tautaanithi hamilun, mjamzito. Hii pia ujauzito ni unampata mwanamke, mwanaume haumpati. Hamilatun, hutakii kusema hamilatun, hautakii kusema hamilatun, usiweke tautaanithi, hakuna haja. Ukisema tu hamilun inatosha. Kwa hiyo hichi ndicho kitu ambacho tumejifunza leo, ambacho kinaitwa tautaanithi, ta ya kike.